Kielenga, kuwanufaisha vijana ili kujikomboa kiuchumi. Habari mtazamaji wa UoI Digital popote pale ulipo. Hii ni taarifa ya habari kutoka hapa UoI Digital itakayosomwa kwako nami Angel Msele. Karibu. Raisi wa Iseki Tanzania ameeleza malengo ya tamasha la Iseki linalotarajiwa kufanyika siku ya Jumamosi ya tarehe 31 mwezi wa 5 mwaka 2025 katika ukumbi wa Blomqvist Chuo Kikuu cha Iringa. Mwanahabari wetu Joyce Andrew anaundani wa taarifa hii. Amesema hayo katika kipindi cha Morning Edition kinachoruka kila siku kuanzia saa 12 asubuhi kupitia Hope FM 99.1 chuo kikuu cha Iringa. Event hii of course, nimesema ni event, tumefanya kwa zaidi ya miaka 25 sasa kwa Tanzania bara, na tunaifanya kwa mikoa zaidi ya saba, ikiwa ni Tanzania bara na Zanzibar. Lengo letu hasa, tunajua kwamba sasa hivi kuna changamoto kubwa mbili ambayo zinawakabili vijana especially uh, kwa wanafunzi wa vyuo wakishamaliza, ni wengi wanakuwa wanajiuliza uh, wafanye nini au wafanye kazi gani au waajiriwe wapi. Lakini changamoto nyingine pia inakuwa ni uh, ukosefu wa uh, taarifa sahihi, uh, na kingine pia inakuwa ni ukosefu wa nini, wa fursa I mean, opportunities uh, za kazi ila ina, ina, tafikiri inatokana na wao kukosa maandalizi kabla. Kwa hiyo event inakuja ni kama kuwafungua wao kuweza kujua ni vitu gani vinahitajika mfano kwenye soko la ajira. Pia kiongozi wa tamasha la Isaac ameeleza namna ambavyo Isaac ina faida kwa vijana, kwani kutokana na fursa zinazotolewa vijana wanaweza kuungana na watu mbalimbali mbali, lakini pia hata makampuni wamekuja kuwasaidia vijana kwanza kuhusiana na mambo ya uongozi, lakini pia inaenda kuwakutanisha uh, wanafunzi na watu ambao tayari wako kazini. Uh, kuna kampuni zitakuja hapa, watakuja uh, uh, ma HR watakuwepo, kwa hiyo watawapa uh, wanafunzi experience ya kile ambacho wanaenda kukutana nacho makazini, lakini pia inampa nafasi uh, wanafunzi kuweza kukutana na watu mbalimbali kama mimi kuna ambao tuko nao sasa tuna, uh, sisi ni core team ambayo tunaandaa hili tukio la ISEC. Ina maana kuna watu ikuwa siwafahamu, ila kupitia ISEC niweza kuwafahamu so hiyo ni nafasi ya kwanza kwanza kujuana sisi wenyewe na kuongezea pia opportunities. nao baadhi ya wanafunzi kutoka chuo kikuu cha Iringa wameweza kutoa maoni yao kuhusiana na ISEC na namna ambavyo wanatamani kushiriki ili kuweza kujifunza vitu mbalimbali na pia kupata fursa hizo zinazopatikana. Mimi pia ni kijana nitashiriki kuweza kujifunza mambo na m, vitu vinavyotukumba vina vijana na kuweza kupata, naweza kujuana na watu, kufahamiana na watu kwenda kupata pia knowledge nyingine mpya. Nimewiwa kutaka kushiriki ili kujua kwa sisi vijana lina lengo gani, na sisi na lina impact zipi katika maisha yetu, ndio maana Kat, siku hiyo ya Jumamosi nitakuwepo kushiriki katika tamasha hilo. Tumeweza kusikia maana ya Isaac, ambapo tamasha hilo linakwenda kufanyika siku ya tarehe 31 mwezi wa tano hapa hapa katika Chuo Kikuu cha Iringa ukumbi wa Blomquist. Nikiripoti kutoka viunga vya Chuo Kikuu cha Iringa mimi ni Joyce Andrew wa UoI Digital. Taarifa yake Joyce Andrew inatukamilishia habari za kitaifa, tupate mapumziko mafupi, tukirejia ni habari za biashara na uchumi zitakazoleto kwako na Isaiah Shayo. Wanamziki wanaopatikana chuo kikuu cha Iringa, wamezungumza na UoI Digital wakieleza jinsi mziki kwa sasa ulivyokuwa biashara na chanzo cha mapato kwa vijana wengi. Bani Vibe ni mwanamziki kutoka chuo kikuu cha Iringa, anaeleza namna ya muziki unavyompatia kipato na kuwa biashara yake kwa sasa. Mmoja kati ya ya sehemu ambazo kuna mkusanyiko wa watu wengi ni maeneo ya chuo. Tofauti na mtaani, chuo kuna mkusanyiko watu. Kwa hiyo tunatumia fursa hiyo ya kutangaza mziki kama biashara kupitia vyona tuna, tunaingizaje tuna kipato kupitia mziki, ni ndio ambavyo tunauza, kwa maana ya mtu akienda kutazama YouTube na akienda kutazama kwenye platform nyingine, nazungumzia Boomplay na iTunes. Pia Lukas Efalist, mwanafunzi wa stashahada ya waandishi wa habari chuo kikuu cha Iringa ameeleza namna anavyoweza kutenga muda wa masomo na kufanya uandaji wa muziki. Aa, kwa sababu mimi ni msanii ambaye ndo naanza muziki, changamoto zimekuwa ni nyingi sana. Aa, ukiangalia upande wetu kama sisi tunajitafuta, kwa nakuta changamoto kwenye kipato, unajua unatakiwa ujisimamie mwenyewe, tofauti na watu ambao wamesimamiwa, kwa changamoto nyingi sana uhum. Na haya ni baadhi ya maoni ya wanamuziki jinsi wanavyonufaika na ufanyaji biashara wa muziki wao. Mtazamaji wa wa, kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari, tujifunze lugha adhimu ya Kiswahili kupitia msamiati wa leo utakaoletwa kwako na Sili ya Kombe. Watazamaji, tunaendelea kujifunza lugha ya Kiswahili kupitia maneno mbalimbali mbali ambayo yameandaliwa na Baraza la Kiswahili Bakita. Na leo nimekuandalia neno paipu. Umeshawahi kusikia neno paipu au unaelewa nini ukisikia paipu? Ungana nami pamoja na wanafunzi wa Chuo Kikuu cha Iringa, wao wataeleza wanaelewa nini juu ya msamiati paipu. Sasa neno paipu, ndio nimekutana nalo. Unaelewa nini ukisikia paipu? Mm, nikisikia paipu aidha nahisi ninavyojua mimi ni zile paipu aidha za kufanya umwagiliaji, ndo nazo zijua mimi. Ah, ukisikia paipu unahisi ni ule umwagiliaji, labda ni kilimo cha bustani kumwagilia nini, si ndio? Eh, au kuna zile zinazoja za upepo ndo sawa, unavyojua ni sawa. Ni kweli una idea juu ya neno paipu. Je, unaweza kunisaidia kwa kutunga sentensi kutumia neno paipu. <laughs> Wewe tu nisaidie, yaani chochote tu, tayari unauelewa kuhusu neno pipe, si ndio? Sindio, unaweza tu kanisaidia tunga sentence kwa kutumia pipe. Na najua uwezi kushinda. Ah, lakini kwa umenishukiza. Ah pagu kweli. Kweli. Mambo safi habari? Salama. ushawahi kusikia neno pipe? Pipe, pipshkusikia Unaelewa nini kusikia pipe? Kwa kwanavoelewa, mimi pipe ni kifaa ambacho kinatumika kina, kina kupush vitu mfano maji, mafuta na vitu vingine venye asili ya kimiminika ah. Je, unaweza kunisaidia kwa kutunga sentence kwa kutumia neno pipe? Ah, naweza ah, na naieleweke ilete maana hata msikilizaji wangu aielewe hmm. Pipe yangu imeharibika. Mm -hmm. Yeah, asante. Ah, kwenye mwanzo halikuwa siku na mwisho. Hatimaye tumefikia mwisho wa kipengele chetu cha leo cha msamiati. Na leo tulikuwa na msamiati pipe. Mtazamaji, umeshawahi kusikia neno pipe au unaelewa nini juu ya msamiati pipe? Ni sikuchoshe. Pipe maana yake ni kifaa kinachotumika kupitisha maji au hewa. Kabla ya kuhitimisha kipengele hiki, ningependa na kukwacha na sentensi inayosema pipe ikiharibika maji taka usambaa. iwe idikto tulonge kidiktali langu jina siri ya kombe. Nami na kuacha na sentensi inayosema pipe yangu ya gari imeharibika. Naam, na ndio maana halisi ya msamiati pipe, mtazamaji wa UoI Digital, na huu ndio mwisho wa taarifa ya habari. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, nikushukuru kwa kuwa nasi toka mwanzo hadi mwisho. Ulikuwa nami Angel Msele. Nikutakia usiku mwema. Asante na kwaheri.